Mzee Philip Masinde aliyehudumu katika wadhifa wa waziri wa leba katika serikali ya hayati rais mstaafu Daniel Toroitich Arap Moi ameitaka idara ya DCI kufanya uchunguzi wa kina, kutegua utata unaojitokeza katika kifo cha mwanasiasa Cyrus Jirongo anayetarajiwa kuzikwa kesho Jumanne, tarehe thelathini huko Lumakanda. Jeremy Omondi anaripoti. Mzee Philip Masinde kwa mara ya kwanza alikutana na marehemu Cyrus Jirongo mwaka 1992 akiwa waziri wa leba, na anakumbuka fika azma ya Jirongo ya kutaka kubadilisha maisha ya wananchi wa kawaida. Jirongo alikuwa mtu mnyenyekevu, vile nilimjua mnye, yeye ambaye hakuwa mtu wa kujidai. And he was a very generous man. Eh, generous to the extent that hata kuna wengine ambao walikuwa wanasaidia na wakamkeugia baadaye. Eh, si hivyo peke yake. Jirongo alikuwa mtu ambaye very social, hakupagua ya kwamba na timu yake ni ipi. Hata ile 92 y hiyo ya vijana alichukua ya, ya, ya, ya karibu tribes sote kutoka Kenya ambao walifanya kazi na yeye. Kwenye mazungumzo ya kipekee na kituo hiki nyumbani kwake mjini Busia, Masinde amesema Jirongo amekuwa na mchango mkubwa kwa taifa hili na hivyo anafaa kuenziwa kwa mchango huo. Well that would be a, a good thing, a very good thing to he has done enough for Kenya and it deserves memory of something that would be memorial even for the future. Mtu mwingine ambaye hakuishi siku za Jirongo aone hii barabara ni ya nani, au ile picha iko upande gani? Si dugari peke yake, yeye alikuwa mtoto wa Kenya mzima. Kutokana na kuwepo maswali mengi kuhusiana na kifo cha mwanasiasa huyo tajika, mzee Masinde ameitaka idara ya DCI kupewa muda wa kufanya uchunguzi wa kina, ili maswali hayo kujibiwa, na kila mtu ambaye ana habari yoyote waitane, if necessary, hata wapeane price na kwamba kama kuna mtu ambaye anajua wrong doing ilifanyika kwa kifo ya, ya Jirongo tutamlipa wachimbue wa, wa, wa kwa maana stories nyingi hazitusaidii. Vilevile anataka Jirongo kupewa maziko ya hadhi pasipo migongano ya mila na tamaduni inayoshuhudiwa so, hii yeye yeah, amekufa. Mambo mingi hakuna haja ya kurahishi ya kwamba hata wakiweka nini tochi, amin. Mungu ndiye anachukua watu. Hii mambo ya kuweka hii ile, ile, ile ifanyike na ikifanyika, haitafanya Jirongo kurudi. So yetu ni kuomba tu akae mahali pema na Mungu, amweke mahali pema na apa apatie nguvu kwa famili ambaye ameiacha nyuma. Mzee Masinde anayetimia miaka 94 katika mwezi mmoja ujao ametoa wito wa umoja wa jamii ya Mulembe alivyotaka marehemu Jirongo. Nikiwa mjini Busia, naitwa Jeremi Omondi.